Yaona jinsi vipi kwa sasa hivi mimi ndio niko mbele ya mtume. Huyo mtume aliletea Qur'an, huyo mtume aliweka Uislamu kwa ufuo mpaka hapa. Chozi kitu kinatoka kwa hisia. Ubafuni unakuta mlango na kuonyesha hapa kazikwa hapo mpaka ni Abu Bakri Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Ukimaliza Abu Bakri, unakutana na mlango na kuonyesha hapa kazikwa hapo mpaka ni Umar Khattab. Wote hawa wazikwa

Eha, mungu wake hapa, hapa, hapa, Mungu amsamehe walipo kaburini, kwa jinsi alipokuwa anafanya maovu, kwa jinsi alipokuwa anawamaliza kina mama, ilikuwa hasomi nani, kamshuti nani, kakosa ka alichofanya, ni kutoa maelekezo yumani kwake, lugha hii waliotoa zamani hapa Temeke

kumstiri yule mtu mwombe ndio na kupitia ibada yake ya Mungu msamehe madhambi yake. Alifika mahala lengo likani haisomi nani ningempasua nani ambaye ningekosa. Sasa ucha Mungu akinafika, alikuwa nao kwa hasana, mimi sitaki kukoleza damu yangu. Kwa hivyo, hapa kibali kwangu mtoto yoyote akiletwa sawa sawa na cheti cha kuzaliwa, tunasema fulani ni fulani mwekeni ndani, au bana, huyu mtoto ana cheti cha kuzaliwa mwekeni ndani

amekwenda kisi kwa mja mmoja siku las amekwenda kwa mja mmoja na huyo alikuwa ni kuhani: Mimi nimeua watu tisini na tisa, nataka nirudi kwa Mungu, Mungu ananipokea? Akamwambia Mungu huyo nini, akaaunuau yako nyumba yako tisini na tisa umeua nasi, halafu Mungu ampokee? Hakuna uwezekano. Yule anatoa upanga wake, akatenganisha aa kichwa na mwili, akawaiizaga ia Kaua watu mia moja. Hadithi sahihi imethibiti ndani ya vitabu vyote vinavyotegemea katika taadisla. Kaua watu mia moja, akaenda kwa alimu, kwa mwanachuoni aliosoma vitabu vilivyopita, Taurati, Zaburi, Injili. Mimi nimeua watu mia moja, nataka nirudi kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atanipokea? Mungu atanipokea? Yule mwanachuoni akamwambia Mungu anampokea na hilo ni jambo dogo kabisa, cha kufanya hama katika uingi katika uwingi wako unafanya, badala ya kuwa watu mia moja, hama nenda katika mji fulani, huko kuna watu wema, kuna watu wa Mungu. Sallallahu alaihi wasallam. Hapa Tanzania unaa, ukienda kwa fulani ni rahisi sana wewe kuwa mchana kwa sababu mazingira ya mullisa mwanadamu ni mwana mazingira. Ukienda mji fulani, unakaribia sana wewe kuwa mchamungu. Hapa Tanzania, tuaana, yani, kuna mikoa ukienda basi, wewe ia katika hiraji. Kuna mikoa ukienda basi, uko mashaallah, ukimkuta miti waswala tano, ukimkuta kijana waswala tano Tanzania. Sasa anaambiwa nenda huko huko, kuna watu watumama. Yule akafika safari, anatoka katika mji wa watu waovu, anakwenda katika mji wa watu wema. Kabla hajafika kabla hajafika kama vile kule kuna watu wema, alipofika hapa mandaa ya kanisani hapa, mtu mmoja amekufa kabla hajafika wakamkusanyia ma, waka malaika wa pande mbili, malaika wa peponi na malaika wa utoni. Malaika mkono anasema huyo tunamtaka kwa sababu tayari alishatoka katika mji huo, anakuja kwa watu wema tuwema huyo huyu wa wetu. Malaika wa utoni anasema hapana, huyu akiwa watu wangapi? mia moja tatakiwa tupeleke jikoni. Kisongo ikawa kubwa, akashuka malaika Jibiru katika ugo la binadamu, ayanaeleza mafundisho ya harisi. Jamani, kuna tizo gani hapa kila kule Uingereza huyu bwana kaua watu mia moja na tumele kidikoni, hiyo haki yake. Ah, huyu kule kaua watu mia moja lakini ni wanakuja wana kuja kufanya tauba. Jibril akatoa solution, hebu pimeni kutoka huko mtu anaokwenda kana kutoka kwa hofu na huko anapoelekea umbali wake distance yake. Kodi walipopima, huyu bwana anapanda chakombe, lakini tayari ameshafika pale na jioni ambapo ni karibu mtu anakuingia chana pepo. Jibrili akasema mchukueni huyu, mpelekeni peponi. swala la kaba kaua watu mia moja. Wewe unaingia katika makamu ya Kiislamu, jitathmini, kisha jibadilishe kimya kimya, malizama na Mwenyezi Mungu kimya kimya, ulifanya madhambi haya kimya kimya, hakuna mtu yote anajijua hapa. Kila mtu anajijua yeye mwenyewe, kila mtu anajijua yeye mwenyewe, wengine hajui

huo umekufa, lazima hii ni kushuka basi. Ikatokea kadri ya Mwenyezi Mungu, nanitia na namini nikagulia katika msiba wake, nikaenda mpaka kaburini kwake, nikashiriki kutia mchanga kwenye nini kwenye kaburini, oekaulia watu alikawanyika usiku

Anasema huyu mwanamke nikamweka kwa mapaji. Alicheka kicheko ambacho. Yaani ile kicheko cha kumtia nguvu ni mtu ambaye alikuwa na majeje anakusumbua kwa wapi? Na bado yuko mbichi mbichi maana yake. Bado yuko mbichi. Alicheka kicheko ambacho kama unakisikia kila uwezo wa kuangamiza watu kwa ule ukelele wake kwenye kicheko cha Israeli. Akamjimai, akamjimai alivyomaliza, akamfugafuga akamjia tena kwenye kaburi Nabi hii Mtume Musa. Mungu analipokea, Mungu analipokea. Nabi Nabi Musa akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhambi uliyofanya. Akampa masharti yake, na yule mtu akaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuyafanya lemajano, na Nabii Musa akapewa maelekezo na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Musa alikuwa anazungumza na Mwenyezi Mungu wenyezinu moja kwa moja yake na hayo sasa, Tanzania yako au ya kujirani mno Kile kitendo cha kuona katika maeneo ya makaburi kondo kondo, hapa Dar es Salaam, lile tuta la kaburi jipya hilo linalopendwa na vijana kwenda kufanya sina dhidi ya kaburi, msione serikali inafika mahali inaingilia kati kuweka uzio kwenye makaburi, imefikika namna hiyo lile tutajipya na mtu ambaye kafa leo kazikwa leo basi, mwanamume nam yani, na mwanamke wake waliokubaliana kufanya madhambi pale juu, ndio wanaona ndio godoro sahihi la kwenda kumaasi Mwenyezi Mungu juu ya kaburi la mtu. Yani kondo zinazoonekana makaburi siko, basi nienda kutupwa ile action, ile action kazi yenyewe ilifanyika pale wakaburini.

Kwa hiyo ndugu zangu, sasa kwa sababu ya Uislamu unaingia tuingie na mambo yetu tubadilike. Kila mtu ajibadilishe kimatendo, ajibadilishe kimazingira ndani ya familia yake. uwe pia kulikuwa na mchepuko cha na mchepuko. Fika baada ya kujisha na mchepuko mingi sana ya dini. Zaidi ya kuongezea maradhi, zaidi ya kuongezea umaskini, azina yuri fi fakra. Zina ila lishi umaskini, rofa. Ugofa. Inaleta maradhi magonjwa, inaleta chuki ndani ya jamii. Achana nayo wewe, Mwenyezi Mungu amekupa nguvu, unangoja basi, ongeza wa pili nguvu za kutoshi, ongeza watatu nguvu za kuongeza wale mwisho. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufiti ili tuweze kuyafanya yale ambayo ya kumlisha yeye, na kasi kwa, kuna mtu ambaye jamani anachagia

milioni tatu wote walotukilezebadailia mtukufu wa Maka na waliosali ndani ya msikiti mtukufu wa Maka na waliosali ndani ya msikiti mtukufu wa Mtume na waliosali ndani ya msikiti mtukufu wa Kuba na waliosali ndani ya msikiti mtukufu wa kubnataii nagubakuesikuwalia wako hawa, wakubalie shida zao mbalimbali walizokuwa nazo, wakatulie wakubalie maombi yao ya heri mbalimbali wanayokuomba, kuwape kila mmoja, unajua shida zake za siri, halafu ondolee shida hizo. Mwenye shida nyumbani kwake, m mwenye shida kazini kwake mtatuliwe, mwenye shida kazini kwake mtatuliwe, mwenye shida mahakamani, mwenye shida baraza la ardhi, mwenye shida yenye yote, taka yule ambaye anaishi kwa hofu na oga, wakutafutwa au wakusakwa na maadui kwenye hao tuna maradhi ya aina mbalimbali, tunatumia dawa za aina mbalimbali, tukipaka dawa hizo tupone magonjwa tuliyokuwa nayo. Kwenye magonjwa ya mioyo aoneshe, magonjwa yao wenye visukari waoneshe, wenye mpoko waoneshe, wenye vifua waoneshe

kwa uwezo wako kama unawapeleka Waislamu wasiokuwa na uwezo na hawa pia watengeleze mazingira wafike Maka, wafike Maka, waione Al-Kaaba, waione Swafa na Marwa, waione makamu Ibrahim, waione mahu, waione kila aina ya athar iyo kwa ya kukufa Maka. Ya Rabi, familia zaafi, familia zimekuwa mburi, zifanye Rabi kwa nipesi, familia zimekuwa tukutu. Ya Rabi, zifanye kukua kwa jesu zile maadili yaliyokuwa mazuri watoto walikuwa hawawasikii wazazi wao. Ya Rabi, ingiza usikivu kwa watoto hao waweze kuwatii wazazi wao, waweze kumtii Mwenyezi Mungu, waweze kumtii Mtume Muhammad. Ya Rabi tunakuomba nyumba zetu weza wanandoa, kila changamoto wako waliokuwa na changamoto wanaume wako waliokuwa na changamoto wanawake ya Rabi, ni za upendo katika makao huu kwa wanandoa

Familia waliotengana na wazazi wao, waliowaasi baba zao, waliowaasi baba zao, ya Rabi, tunakuomba warudishe pamoja, wasifi hata kuwa wamedogana na wazazi wao. Ya Rabi tunakuomba kazi zetu, biashara zetu, nyumba zetu, kila tunakukanyaga, kwa biraheri pale ambapo pana shari. Ya Rabi nisumu yetu wetu kukanyaga matatizo yaliyoko hivi sasa, ya Rabi, yanayojulikana na yasiojulikana. Nama, ya Waislamu. Kinge na matatizo ya kupotea, kinge na majanga yana. Ya Rabbi tunakuomba tawfidhi katika uhai, tunakuomba tawfidhi katika maisha yetu. Ya Rabbi nchi yetu tunaiombea. Nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amani ithibiti. Tunashuhudia changamoto na mauaji katika nchi za jirani. Ya Rabbi hakisha utulivu ndani ya nchi ya Tanzania, hakisha amani katika nchi ya Tanzania. Hawa waliobaki kusikiliza mawaidha, hakuna kitu kingine isipokuwa ni amani.

Katika kuyafikia mafanikio ya uchaguzi katika uongozi wake, tunaingia katika uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu ule fitina. Ya Rabbi, tufushe salama, tufushe salama, tufushe salama, tuingie kwa salama, tushiriki katika uchaguzi kwa salama, na tuumalize uchaguzi kwa salama na amani. Tupe viongozi wa ii, tupe viongozi wa chaguu, tupe viongozi wa kuangalia maslahi ya maeneo yale ambayo wanaongoza.